Watanzania wamesikia kupitia vyombo vya habari, kwa hiyo wana mategemeo makubwa kweli. Na ninyi baada ya kuapa, na mategemeo makubwa ya Watanzania ni kutimiza ndoto ya wa Watanzania ambayo ni kudumisha amani na utulivu. Kwa hiyo msibabaisho na mtu yote, kikubwa ni kuhakikisha kwamba amani na mustakabali wa nchi yetu unakuwa salama awi Afande, jambo la mwisho, haya mavazi ni lazima yaendane na kiapo mlichoapa leo wazi. <tipi> unavyovaa combat unaanza kukiapa kile kiapo chako, kama ilivyoelekezwa. Na mwisho kabisa, unavyovaa buti unamalizia buti na kofia, unataja mambo makuu manne kwa mwanajeshi ambayo ni <tipi> Kwa hiyo combat hata la hiyo wavai, unavaa wewe kwa kufuata kiapo. Kwa hiyo mkiishi kiapo chenu wakati wote hiyo combat inataka hivyo. Mimi naicodoka Kadoshi na hapa ni kutoka katika shule hii ya mafunzo ya kijeshi. Aratiasi kiangaiko. Na hii ni Kadoshi TV. Kadoshi TV always on time.